Taarifa ya habari kutoka nPoint na kwanza tupate mhutasiri wake. Mahakama Kuu Masjala Ndogo ya Dar es Salaam imehukumu mama na mwanaye wa kiume kunyongwa hadi kufa. Mfanyabiashara wa mbao kutoka Mafinga amefikishwa katika mahakama ya mkoa wa Iringa akikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi akidaiwa na mamlaka ya mapato Tanzania na katika habari za kimataifa, Rais wa Madagascar ameivunja serikali yake baada ya machafuko makubwa yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 22. Ujambo na karibu katika matangazo haya moja kwa moja kutoka Msasani, mtangazaji wako ni Joshua Sorongai pamoja na Amini Dennis Julius, Michael Gaspar Gafa pamoja naye uh, Samuel Matekere. Tupate undani wa taarifa hizi kwa kuanza na habari za kitaifa. <mulia> Dar es Salaam, Mahakama Kuu Masijala ndogo ya Dar es Salaam iliyoketi katika Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu imemhukumu Sofia Mwenda mwenye umri wa miaka 64 na mwanaye wa kiume Alphonse Magombola mwenye umri wa miaka 39 kunyongwa hadi kufa baada ya kupatikana ya kumua, na hatia ya kumuua mwanafamilia huyo. Sofia na mwanaye wanadaiwa kumuua Beatrice Magombola ambaye ni binti yake wa kwanza wa kumzaa kwa kumchoma kisu chini ya titi tukio walilodaiwa kulitenda Desemba mosi 20, 2020 eneo la Kijichi, wilaya ya Kigamboni. Washitakio hao wanadaiwa kumua Beatrice na kisha mwili wake kwenda kuutupa eneo la Zinga lililopo Bagamoyo, mkoani Pwani. Tukio walilodaiwa kulitenda Desemba mosi 2020 eneo la Kijichi, wilaya ya Temeke. Hata hivyo, katika maelekezo yake maelezo yake ya onyo aliyoyatoa kituo cha polisi Oyster Bay Sofia alikiri kumuua mtoto wake huyo ili asiende kutoa ushahidi katika kesi iliyofunguliwa na baba yake Beatrice, ambayo inatokana na Sofia kuuza nyumba iliyopombea akishirikiana na Alphonse bila kushirikisha familia. Nyumba hiyo ya familia iliyopo Mbeya iliuzwa shilingi milioni 45 na Sofia ikishirikiana na mwanaye Alphonse waliochukua fedha hizo bila kumpatia taarifa mume wake, hali iliyopelekea Douglas Mwagombola mume wa Sofia kufungua kesi mahakamani. Katika mgao huo wa shilingi milioni 45, Sofia alipewa shilingi milioni kumi na mbili ambapo alitoa milioni moja na kumpatia mwanaye Rachel ambaye alikuwa anasoma na kiasi kilichosalia alichukua alfons Hukumu hiyo imetolewa leo Jumanne 30 2025 na hakimu mkazi mkuu Mary Mrio aliyepewa mamlaka ya nyongeza kusikiliza kesi ya mauaji. Hakimu Mrio alisema kwa mujibu wa sheria adhabu ya kosa la kuua kwa kusudia ni moja tu, nayo ni kunyongwa hadi kufa kwa kusema hayo, mamlaka hii ina hukumu Sofia na, na Alphons kunyongwa hadi kufa na hata na haki ya kukata rufaa ipo wazi, iwapo hamjaridhishwa na adhabu iliyotolewa, alisema hakimu Mrio. Na sasa tutoke Dar es Salaam moja kwa moja tuelekee mpaka huko mkoani Iringa ambapo mfanyabiashara wa mbao kutoka Mafinga mkoani Iringa Moses John Madege amefikishwa katika mahakama ya mkoa wa Iringa akikabiliwa na kesi ya uhujumu wa uchumi ya namba 23655 ya mwaka 2025 akidaiwa na mamlaka ya mapato Tanzania TRA, kukwepa kodi ya takriban shilingi bilioni 2.5. Kesi hiyo iliyosomwa kwa mara ya kwanza leo mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Jafet Bwire Manyama iliongozwa na mawakili wa serikali Mmede, lakini Manuel Auni Chilamula ambapo mashtaka 25 yaliwasilishwa dhidi ya Madege. Upande wa mashtaka wanadai kuwa kati ya mwaka 2022 na a na na kati ya mwaka 2024 mtuhumiwa aliwasilisha ritani za kodi ya ongezeko la thamani ya VAT zenye taarifa za uongo kinyume na kifungu cha 84 ibara ndogo ya kwanza cha sheria ya usimamizi wa kodi, ambapo pia inadaiwa alionyesha manunuzi kutoka kwa wafanyabiashara mbalimbali kupitia mfumo wa malipo wa taasisi za umma GPG, taarifa ambazo hazikuwa sahihi. Mashtaka hayo yanahusisha makosa 23 ya awali yaliyosababisha kosa la 24 la kukwepa kodi kwa udanganyifu na kosa la 25 la hujuma wa uchumi kwa kuisababishia mamlaka ya mapato TRA hasara kubwa, ambapo Madege alifikishwa mahakamani hapo na idara ya upelelezi wa kodi kanda ya Nyanda za Juu Kusini, ambapo licha ya kupewa masharti ya dhamana ikiwemo kulipa nusu ya kiasi cha fedha kinachodaiwa, alishindwa kuyatimiza hayo hivyo kurejeshwa mahabusu. Akizungumza baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, meneja wa TRA mkoa wa Iringa Peter Jackson amesema hatua hiyo inapaswa kuwa onyo kwa wafanyabiashara wengine wa wanaojihusisha na tabia za kukwepa kodi, ambapo kesi hiyo imepangwa tena Oktoba 1 mwaka huu. Zanzibar, tume ya uchaguzi ya Zanzibar imetangaza kuwa jumla ya wapiga kura laki saba kumi na saba mia tano hamsini na saba ndio walioidhinishwa kushiriki katika uchaguzi mkuu uliofanyika utakaofanyika Oktoba 29 2025, baada ya kukamilika kwa mchakato wa kuhakiki wa daftari la kudumu la wapiga kura. Akizungumza katika mkutano na wadau wa uchaguzi uliofanyika leo Jumanne, Septemba 30 2025, mkurugenzi wa uchaguzi wa ZEK Thabit Idoraus Faina amesema jumla ya wapiga kura 8325 wameondolewa katika daftari kutokana na kukosa sifa. Kwa mujibu wa Faina, kati ya wapiga kura walioidhinishwa wanawake ni laki 378334 sawa na asilimia 53, huku wanaume wakiwa laki 339223 sawa na asilimia 47. Kati ya idadi hiyo, vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 35 ni laki 326304 sawa na asilimia 45. Wenye umri wa miaka 36 hadi 59 ni laki tatu 986 sawa na asilimia 42, na walio na umri wa zaidi ya miaka 53 na kuendelea ni 90257 ni sawa na asilimia kumi na tatu. Hii ndio nguvu ya kisiasa iliyo mbele yenu. Ni wajibu wenu wanasiasa kufahamu namna ya kuwafikia wapiga kura hawa ili kuwashawishi katika kampeni, amesema Faini. Pia imebainishwa kuwa ZEC imeidhinisha maeneo 50 ya kupiga kura ya mapema, ambapo Unguja kutakuwa na vituo 32 na Pemba vituo 18. Kwa ujumla vituo vya kupiga kura vitakuwa 1752 kati ya hivyo Unguja ni 1294 na Pemba ni 458, na vilevile kutakuwa na vituo 407 kwa ajili ya shehia 388 na, na shehia za ziada amesema. Hata hivyo, Faini amesema tayari Zeki imepokea maombi ya waangalizi wa kimataifa kutoka nchi kumi na taasisi tatu za kimataifa huku mchakato wa mapokezi ukiendelea kabla ya kutangazwa rasmi idadi kamili ya waangalizi watakaoshiriki. Na sasa tupate habari za kimataifa. Madagascar. Rais wa Madagascar amesema kuwa atavunja serikali yake itakayofuatia siku kadhaa za maandamano yanayoongozwa na vijana kuhusu kukosekana kwa maji na kukatika kwa umeme kwa muda mrefu. Tupate undani wa taarifa hii. Rais wa Madagascar amesema kuwa atavunja serikali yake kufuatia siku kadhaa za maandamano yanayoongozwa na vijana kuhusu kukosekana kwa maji na umeme kwa muda mrefu. Maandamano hayo ya yanayoitwa Gen Z yameshuhudia ya maelfu ya waandamanaji ambao wengi wao ni vijana wakiingia mitaani kote Madagaskar tangu Alhamisi chini ya kauli mbiu maisha bila kuteseka. Mkuu wa haki za kibinadamu wa Umoja wa Mataifa amelaani kikosi kisicho cha lazima kinachotumiwa na vikosi vya usalama kutuliza machafuko hayo, akisema watu takriban wasiopungua wa ishirini na mbili wameuawa na wengine mia moja kujeruhiwa. Tukitoka huko Madagascar moja kwa moja tuelekee mpaka Marekani, ambapo rais wa Marekani Donald J. Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanasema wamekubaliana mpango mpya wa amani wa Gaza na kuionya Hamas kukubali. Tupate undani wa taarifa hii. Rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu wanasema wamekubaliana na mpango mpya wa amani wa Gaza na kuionya Hamas kukubali mpango huo unapendekeza kusitishwa mara moja kwa operesheni za kijeshi na Hamas kuachilia huru mateka ishirini wa Israeli na wengine zaidi ya ishirini ambao wanaaminika kufariki dunia ndani ya saa sabini na mbili ili kubadilishana na mamia ya raia wa Gaza wanaozuiliwa. Chanzo cha Palestina kinachofahamu mazungumzo ya kusitisha mapigano kilisema kuwa maafisa wa Hamas wamepewa pendekezo lenye kugusia vipengele ishirini ya ikulu ya Marekani. Mojawapo ya mapendekezo moja ni kwamba Hamas haitakuwa na jukumu lolote katika kutawala Gaza na kufungua mlango na upatikanaji kamili wa taifa la Palestina. Akizungumza katika mkutano na wanahabari kufuatia mazungumzo katika ikulu ya White House, Trump aliutaja mpango huo kuwa siku ya kihistoria kwa amani, lakini alisema kuwa Netanyahu ataungwa mkono na Marekani kumaliza kazi ya kuharibu tishio la Hamas ikiwa Hamas haitakubali mpango huo. Na sasa tumalize habari za kimataifa, tukidumu kuwa huko huko Marekani, ambapo kampuni ya YouTube imekubali kulipa dola milioni 24.5 ili kusuluhisha kesi iliyofunguliwa na rais wa Marekani Donald J Trump kutokana na kitendo cha kampuni hiyo kuifungia akaunti yake kufuatia ghasia za Januari 6, 2021 katika majengo ya Kongress. Nakubali kulipa dola za Kimarekani milioni 24.5 ili kusuluhisha kesi iliyofunguliwa na rais wa Marekani Donald Trump kutokana na kitendo cha kampuni hiyo kuifungia akaunti yake mnamo Januari 6, 2021 katika majengo ya Kongress. Kwa hatua hiyo YouTube imekuwa kampuni ya mwisho kati ya kampuni tatu kubwa za kiteknolojia ikiwemo Meta pamoja na Twitter ambayo kwa sasa inajulikana kama X kufikia makubaliano ya kifedha kuhusu suala la kufungiwa kwa akaunti zake kwenye majukwaa hayo. Trump kupitia ukurasa wake wa Truth Social alijigamba kwa matokeo hayo, akisema ushindi huu mkubwa unathibitisha kuwa udhibiti wa big tech una madhara. Kabla ya hapo Meta ilikubali kusuluhisha kesi hiyo kwa malipo ya dola milioni 25 mwezi Januari 2025, huku X ikilipa takriban dola milioni kumi mwezi Februari mwaka huu. Majukwaa hayo ya kijamii yaliamua kumsimamisha Trump kwa madai kwamba machapisho yake kuhusu ghasia za capital yalihatarisha kuchochea vurugu zaidi na kabla ya kumaliza taarifa zetu tulizokuwa nazo jioni ya leo, tupate muhutasari wa kile tulichokuwa nacho jioni hii ya leo, kwako mtazamaji ambaye unasonga mbele pamoja nasi. Mahakama Kuu masijala ndogo ya Dar es Salaam imemhukumu mama na mwanaye wa kiume kunyongwa hadi kufa. Mfanyabiashara wa mbao kutoka Mafinga amefikishwa katika mahakama ya mkoa wa Iringa akikabiliwa na kesi ya uhujumu uchumi, akidaiwa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Na katika habari za kimataifa, rais Madagaskar ameivunja serikali yake baada ya machafuko makubwa yaliyosababisha vifo vya watu 22. Na na kushukuru sana kwako ndugu mtazamaji, ambaye tumekuwa wote mwanzo hadi sasa tunapoweka nukta kwa taarifa ya habari nyingine, usikose kuungana nasi siku kwe ya kesho. Kwa niaba ya timu nzima mimi ni Joshua Sorongai, Dennis Julius, Samuel Matekere, Michael Gaspar Gafa, tulikuwa wote hapa kukamilisha matangazo haya. Hadi wakati mwingine, hii ni nPoint Beyond News.